ujambo na karibu tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni usiku wa tarehe 16 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2025 usiku uliojaa utulivu wa hofu mwanasiasa wa upinzani God Bless Lema aliamua kuchukua hatua isiyo ya kawaida kwa uongozi wa kisiasa kupitia ujumbe wa maandishi ulioenea haraka katika mitandao ya kijamii Lema alimwandikia mheshimiwa wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa maneno ya kugusa moyo maneno yaliyosheheni uoga, matumaini na uhalisia wa maisha ya mwanadamu anayehisi kuindwa. Lakini muda mfupi baada ya ujumbe huo, hali ya mjadala iliongezeka. Kwenye upande mmoja, wananchi walituma maombi ya dua na hofu, upande mwingine, wafuasi wa siasa walijaribu kutafsiri ujumbe huo kama tukio la kisiasa. Katikati ya taharuki hiyo, pia jeshi la polisi Tanzania nalo liingia kati likitoa barua rasmi ya maelezo na msimamo wake kuhusiana na maneno yaliyozungumzwa na Godbless Lema na matukio mengineyo. Godbless Lema amekuwa kitovu cha mijadala mikubwa nchini baada ya kuandika mfululizo wa jumbe tatu zenye uzito mkubwa wa kiusalama, kiubinadamu na kisiasa, ambapo katika siku ya tarehe 16 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, katika ujumbe wake wa kwanza, Lema aliandika kwa Mheshimiwa Rais, akieleza hofu kwamba maisha yake yako hatarini na kuwa anafuatiliwa na watu wasiojulikana. Baadaye aliandika tena akifichua kuwa amefika Police Central kujua kama kuna tatizo lolote rasmi dhidi yake na sasa kupitia ujumbe wake wa tatu ametoa ufafanuzi wa kina wa kilichotokea akiwa kituo cha polisi kati ya Arusha akieleza kuwa hata jitihada zake za kuomba kuwekwa ndani kwa usalama hazikukubaliwa. Sasa hebu tuangazie jumbe ambazo God Bless Lema aliziandika kupitia kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii ikiwemo kurasa wa mtandao wa X zamani kama Twitter. Ujumbe wa kwanza wa God Bless Lema ulikuwa kama kilio cha mtu anayehisi kivuli cha kifo kikimfuata. Aliandika kwa maneno yenye hisia kali yaliyosomeka, Mheshimiwa Rais, maisha yangu yako katika hatari kubwa. Tafadhali naomba kwa unyenyekevu mkubwa unisikilize ningependa kuishi ili niweze kuwaona watoto wangu wakikua, kuoa na kuolewa mbele ya macho yangu, na ikiwezekana niweze kufurahia wajukuu wangu, ikiwa Mungu atanijalia maisha marefu. Kila mtu anatamani kuishi maisha marefu yenye amani na uzee mwema. Kwa sasa kuna watu ambao wananifuatilia kwa karibu sana. Hata jioni ya leo wameonekana maeneo ya nyumbani kwangu, na nina hofu kwamba wangeweza hata kumdhuru mtu yeyote ambaye si mimi. Kwa hali hii naona ni bora nijiweke mikononi mwa mamlaka kwa hiari yangu kuliko kuendelea kuishi kwa hofu kila siku. Niko tayari kuwekwa mahabusu kwa hiari yangu hadi kipindi cha uchaguzi kipite, kwa sababu naamini kwa kufanya hivyo kutaleta utulivu kwa wazazi wangu, mke wangu Neema na watoto wangu. Najua watahisi angalau faraja kwamba niko salama. Naomba kwa moyo mkunjufu ulinzi na msaada wako, Mheshimiwa Rais. Katika maneno haya, Lema hakuzungumza kama mwanasiasa wa chama fulani bali kama mzazi na raia wa kawaida anayetamani kuishi. Ni sauti ya kibinadamu inayohitaji kulindwa, kilio cha mtu anayetaka amani na uhai. Alisema wazi kwamba anafuatiliwa na watu wasiojulikana na akafikia hatua ya kusema yuko tayari kuwekwa mahabusu kwa hiari katika kipindi cha uchaguzi mpaka kipite, kwa imani kwamba hiyo itampa yeye na familia yake utulivu wa kisaikolojia. Kauli hiyo ilikuwa nzito, kwa sababu inatoka kwa mtu ambaye amepitia mengi kisiasa, mwanasiasa aliyewahi kuwa mbunge mkosoaji wa serikali na mtu anayejulikana kwa kauli zenye msimamo. Baada ya barua hiyo ya kwanza kuvuma mitandaoni na kushangaza wengi, Lema alitoa taarifa ya pili fupi lakini yenye nguvu kwa kusema, nimefika kituo cha polisi Central kujua kama ni wao wana shida na mimi. Kauli hii ilionekana kama hatua ya kishujaa wakati wengi wangechagua kujificha, Lema alichagua kwenda katika mikono ya mamlaka akiamini polisi ndio taasisi pekee yenye uwezo wa kumpa usalama au kueleza kama kuna ufuatiliaji unaomhusu. Kwa hatua hii, Lema alionyesha imani katika mfumo wa sheria licha ya hofu alionayo, uwazi wa kisiasa akitaka mamlaka ziwe na uwajibikaji kwa raia, ujasiri wa kipekee kwa sababu si rahisi kwa mtu anayehisi kufuatiliwa kujitokeza hadharani. Kauli hii ilienea haraka kwenye majukwaa ya habari na watu wengi walianza kuuliza, je yeah. Lema yuko salama? Je, yes, serikali itachukua hatua? Hayo ni miongoni mwa maswali ambayo watu wengi walikuwa wakijiuliza wakati mijadala ikiendelea kurindima kwenye mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi Tanzania lilitoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari juu ya mambo mbalimbali ikiwemo madai yaliyotolewa na God Bless Lema ya kufuatiliwa na watu wasiojulikana. Barua hiyo ya jeshi la polisi ilikuwa ikisomeka kwamba jeshi la polisi lingependa kutoa ufafanuzi juu ya mambo mawili yanayosambazwa kupitia vyombo vya habari jambo la kwanza. Ni kuhusiana na majina ya watu saba ambao inapotoshwa walikamatwa katika mazingira ya kutatanisha na kwamba ni ukandamizaji. Ni kwamba miongoni mwa watu sita waliotajwa katika taarifa hiyo walikamatwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria, kutokana na ushahidi uliokuwa umekusanywa kabla ya kukamatwa kuhusiana na tuhuma mbalimbali mbali za kihalifu ikiwepo za matumizi mabaya ya mitandao kwa kufanya uchochezi kuhamasisha maandamano ambayo ni kinyume cha sheria na uvunjifu mwingine wa sheria za nchi. Wakati wa ukamataji, watu walishuhudia na baadhi ya viongozi wao walifika katika ofisi za makamanda wa polisi mikoa na vituo vya polisi kuwaulizia ikiwa ni sambamba na kupiga simu, na walijulishwa walikamatwa watu sita na kushikiliwa na walielezwa tuhuma zao. Watuhumiwa hao ambao walijulishwa kushikiliwa ni pamoja na Chief Andronius Kalumuna Shijason Musisi, Daniel Damian Lwebugisa, Egbert Alois Kikulega, Ramadhan Fadhiri na Baziri Waziri. Taarifa ya pili ambayo waandishi wa habari wamekuwa wakitaka ufafanuzi ni kuhusiana na taarifa ya ndugu Godbless Lema aliyoandika na kusambaza kupitia mitandao ya kijamii, kwa usalama wa maisha yake upo hatarini. Ufafanuzi ni kwamba jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu, na tunamsisitiza afike katika kituo cha polisi ili awasilishe taarifa yake hiyo rasmi kwa hatua zingine kwani ndio utaratibu wa kisheria. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito wa kusisitiza kwa baadhi ya viongozi na wananchi waendelee kuzingatia utaratibu wa kisheria wa kuwasilisha taarifa sahihi kwa jamii na mamlaka za haki jinai ili kuepusha upotoshaji na taharuki zisizo za lazima. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi, Dodoma, Tanzania. Hivyo ndivyo ilivyokuwa ikisomeka taarifa ya ufafanuzi ya msemaji wa jeshi la polisi nchini, naibu kamishna wa polisi DCP David Misime, kuhusu mambo mawili yanayosambazwa kupitia vyombo vya habari na baada ya barua hiyo ya jeshi kuenea Lema hakukaa kimya, alitoa ujumbe wa tatu ambao ulionekana kama majibu ya moja kwa moja kwa msemaji wa jeshi la polisi. Lema aliandika kupitia kwenye mtandao wa X na nukuu, pengine huna taarifa, bwana msemaji. Nilifika polisi jana usiku kutoa taarifa na niliwaomba waniweke ndani kama njia muhimu zaidi ya usalama wangu, lakini hawakutaka kunipa nafasi hiyo salama. Nilikutana na OCCID bwana Mahita. Nilikaa kituo cha polisi kati ya Arusha takriban saa nzima, tukijadiliana na kutafakari. Waliniambia nirudi nyumbani na niwe makini na wao wanafuatilia. Bwana msemaji, nani anazua taharuki, wauaji na watekaji, au wanatafuta usalama? Kwa kilio kikubwa mkiwa mbele ya vyombo vya habari, kuweni na nidhamu iliyobeba utu. Maneno haya yalihitimisha mfululizo wa matamko yake ndani ya, ya kipindi cha saa chache. Kwa wengi yalikuwa ni ushahidi wa kwamba hofu yake haikuwa hadithi bali ni hali halisi iliyokuwa ikiishi ndani yake. Kisa cha God Bless Lema kimebua mjadala mpana zaidi ya mtu mmoja. Kinauliza maswali mazito kuhusu hali ya usalama wa wanasiasa na wanaharakati nchini, uwajibikaji wa taasisi za dola mbele ya raia, nafasi ya utu na huruma katika matumizi ya mamlaka. Katika historia ya siasa ya Tanzania matukio kama haya si mapya kabisa. Kumekuwa na visa kadhaa ambavyo watu mashuhuri wanasiasa na wanaharakati wameeleza hofu ya usalama lakini ujumbe wa Lema una upekee wake, ukitolewa kwa unyonge wa kibinadamu, si kwa lugha ya kisiasa. Kwa mara ya kwanza mwanasiasa mashuhuri anasema hadharani kwamba yuko tayari kuwekwa ndani kwa hiari yake, sio tu kwa sababu ametenda kosa, bali kwa sababu anaamini mahabusu inaweza kuwa sehemu salama kuliko nyumbani kwake. Kauli kama hii inafungua ukurasa mpya wa tafakuri katika jamii. Je, raia akihisi kutishiwa, taasisi za usalama zinamwangaliaje? Je, zina wajibu wa wa kisheria au wa kibinadamu? Kwanza, katika mitazamo ya wachambuzi, ujumbe wa Lema umebeba tabaka tatu za maana. Tabaka la kwanza ikiwa ni tabaka la kibinadamu, ni sauti ya mtu anayependa familia yake, anayetaka kuona watoto wake wakikua. Ni wito wa mtu anayechoka kukimbia hofu na anataka amani ya ndani. Tabaka la pili ni tabaka la kijamii, ni kioo kinachoonyesha namna ambavyo jamii inatafsiri usalama. Je, tunahisi tuko salama au tunajidanganya tabaka la tatu ni tabaka la kisiasa ni ujumbe unaofika katika kipindi nyeti kuelekea uchaguzi katika nyakati kama hizi hisia misimamo na tafsiri huwa zinachukua nafasi kubwa kuliko uhalisia wa matukio kwa mtazamo wa kimaadili makala hii haihusiani na upande wowote wa kisiasa lakini inalenga kuweka bayana maneno ya mwanadamu aliyejaa hofu matumaini na wito wa utu pamoja na barua ya jeshi linaloahidi kufuatilia na kulinda utulivu wa taifa Tafadhali tuandikie mtazamo wako juu ya haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi, kiganjani mwako.